Kwa mwenyekiti, kwanza nichukua nafasi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwa zawadi ya uhai kuna, na afya njema yote. Nimefurahi kufika njilii, na hapa njilii mimi sio mara yangu ya kwanza kuja hapa. Mimi ni nyumbani, uongo kweli? Eh, rafiki zangu wengi tu, mwingine yule pale

naweza kuwa pia ni mara yangu ya kwanza kuja kama mgombea ubunge wa jimbo la Itigi. Na hapa tumekuja ili tuwaeleze lengo na adhima yetu, mara tu baada ya kutuchagua tarehe ishirini na tisa, ni mambo gani tunakwenda kuyafanya kwa ajili ya maendeleo yenu wananchi. Na mimi ni washukuru sana watu wa kata hii ya Agondi, kwa sababu mmeletea diwani mzoefu diwani anao uwezo, amefanya mambo mengi tangu tulipoanza mkutano kule mabondeni asubuhi. Tumeona mambo mengi ambayo tayari ameyafanya, vivyo hivyo na hapa njilia amefanya, na kwa ujumla wake kwenye kata hii ya Gondi. Kwa hiyo sina mashaka mmeniunganisha na, na, na cheni moja imara sana kwa ndugu yangu Songwe. Unajua sisi wakulima na wafugaji tunajua ukiweka maksai moja ina ina, ina bidii moja ikilima kidogo, inalala. Maana yake kazi haziendi. Uongo kweli kwe. Lakini ukiweka maksai zote, zinapambana zinalima, kazi inafanyika. Ila ukiweka moja yule mvivu, akilima kidogo analala eh? Akilala sisi wakulima tunanyonga mkia na anaanza kulima. Sasa ile kunyonga mkia ile, wakati mwingine mnaweka na moto kule nyuma kule, ili aungue kidogo anyanyuke eh. An an Deus anajua waskuluwanajok. Kwa hiyo mimi mmeniletea diwani mchapakazi, na mimi sina mashaka na uwezo wangu wa kazi, na nyinyi mnaujua. Lengo letu hapa ni kuja kuambia kwamba tutafanya nini hapa, hatuja hatujaja kupiga bla bla, maneno mingi, hapana. Wanasema wahindi maneno man, mingi no hapana, no, pana pana sikia. Lakini tunataka nini, vije vifanyike vitendo Amenibatiza hapa nani hapa mbarazi amesema, mimi wamenipa eh, wamenipa jina sasa, mnanitaarifu wamenipa jina eti mtu kazi, na mimi nataka niwaambie kwa kweli, kazi itapigwa hapa, hii kazi itapigwa kweli kweli. Mimi siendi bungeni kuuza sura. Siendi bungeni kusinzia, siendi kulala. Sijaja si mimi kwenye ubunge kutafuta utajiri. Amesema Dennis. Dennis naye anaungua watu, mbona maskini wangu mbona unautangaza sana? <laughs> <laughs> mimi sijaja kutafuta utajiri ndugu zangu, mimi nimekuja niwatumikieni tufanye kazi na ndio mana mwenyekiti, shauku yangu ni kufanya kazi kwelikweli, yani mchana na usiku tufanye kazi. Mimi sio mtu wa, wa, wa kuendekeza majuma, sio mtu wa kuendekeza maneno maneno maneno. Maneno yatusaidii, tunataka kazi, tunataka kazi ipigike hapa. Maendeleo tunataka kuyaona kwenye jimbo la Itigi. Mimi sijaja kufanya biashara, ofisi yangu ni kufanya kazi. Sismoye, lazima tufike mahali tuamue, tufanye kazi ili mambo yaweze kuonekana ku, ku, yako mambo mengi mengi mengi ya kufanya na ndio maana mwenyekiti nilikuwa nasema yani ingekuwa kama si vipi tu yani saa saa kumi tuwe tumemaliza zoezi la kupiga kula, saa kumi na moja niingie kazini, yani tuanze kushughulika kama ni tembo, tuanze leo, leo. Kwa tembo anashindikana nini hapo? Na alipokuja Mheshimiwa Rais nilianza kumwambia, mmesikia, mkusikia Nikamwambia mama, pamoja na mambo mazuri umetuletea barabara, maji, hospitali, lakini mama, tembo kwa kweli, tembo wanaturudisha nyuma. Tunalima, tunahangaika, tunafanya nini, halafu tembo tu wanakuja. Ukiamka asubuhi wanavuna, utafikiri walikuwepo wakati sisi tunapalia <tipi> <tipi> <mbogani, sasa> hii mambo gani? <tipi> na <tipi> <tipi> unalima kule unahangaika, ukishavuna ukiweka kwenye kichanja, nako wanafuata, wanafanya tu namna hii, wanaporomoa, utafikiri <tipi> wanataka kupiga, wajaze kwenye magunia, kumbe wanajaza kwenye gunia ya matumbo yao. Sasa hiyo swala la tembo nataka niwaambie ndugu zangu tutalishughulikia na mama alipokuwa pale Igunga alitoa kauli kwamba swala la tembo watalifanyia kazi na watalishughulikia. Na mimi nikasema, na mwenyekiti amegusia hapa, hawa tembo kama wamekuwa wengi, mbona zamani walikuwa usumbufu huu haupo? Tembo kama wamekuwa wengi, si tuwavune? Kwani kuvuna kuna shida gani? kidogo wakipigwa hata watatu wanne nami nitakuja kuchukua taanyama yeah. E, hasa kama mambo yakiwa wengi si unapunguza kidogo wanakula mashamba watu. Leo watu os yes umelisha hapa kesho hapa unakata kidogo unaenda kuuza asa si tuwapunguze kidogo si wa kwetu kwetu, na sisi ni wa Tanzania. kwa sababu bado hatujafikia kiwango cha kwamba tembo ana thamani kuliko binadamu. Uongo kweli? yeah. Hey. sisemuy kwa hiyo hilo swala tutalishughulikia kikamilifu ili liache kuturudisha nyuma. Tuache kuambiwa nyie Singida maskini, Manyoni sijui Itigi maskini. Hapana, umaskini zingine waweto wanatema na, na wakija kula mazao yetu wajanja kweli, wakishapiga tu simu wanakuja na karatasi eh hata kama uli, uli, zilikula heka ishirini eh hata kama heka ni ishirini wanakuandikia tano tofu kwambia, oh, sasa tutakulipa fidia. sina nini Mimi nataka nikawe sauti yenu kule. Ukiliwa heka mia moja ulipwe heka zote mia moja. Ukiliwa siweka, yani ulipwe kulingana na hasara ulioipata na faida, ndio mbona eh, benki ukichelesha mkopo wanaweka na riba. sina sisi tuweke riba kwenye tembo kama hela itoshelezi, hawa otembo ndo watafidia <laughs> sisemuye. Ndugu zangu, nataka niwaambie ninyi, mmenipa dhamana ya mimi kuwa sauti yenu. Mimi mmenipa dhamana ili nikawasemee kule bungeni, na mimi nataka naen niwaambie, naenda kuwasemea kwelikweli. Maswala ya umeme, nimesikia umeme jazilizi si watu umekwamia, tutaenda kutatua. Mtandao wa maji, amesema hapa mwenyekiti nami nataka nikwambie mwenyekiti, maelekezo yako yote ulionielekeza nitayafanya kwa ukamilifu wake, kwa sababu nisipoyafanya unazani miaka mitano mingi? Si ni kesho kutwa tu ndio takuja kuificha wapi sura yangu hii? Na Dennis ameisema hii sura eti ya kitigitigi, Dennis naye kuchunguza. eti sisi nywele zinaanziaga huko sisi mwe Lazima tufanye kazi, ndugu zangu, na mimi nimejipanga. Tuje tufanye kazi, tuje tukae hapa tufanye majambo. Kwenye umeme kuna shida, sijui malisho kuna shida, sijui kwenye maji kuna shida, sijui kwenye nini kuna shida. Tukae hapa mniambie shida yetu ni moja, mbili, tatu, na mimi kazi yangu ni kusema pale panapotakiwa kutatua papo kwa kwa papo. tutatatua papo kwa papo. hatuna muda wa kupoteza. Sisi mwoe tunahitaji kuona mambo yanatokea, mambo yanafanyika, bila kuwasahau vijana. Vijana hawa wanahitaji fursa, vijana hawa wanahitaji michezo. Leo ndugu mwenyekiti, unakuta kijana anaambiwa ishu ya mikopo, anaenda na hivyo, halmashauri iko mbali kule, anaenda Itigi anarudi siku ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka anakata tamaa. Naona, eh, sasa hii mikopo labda mtaki hata kunipa. Mara amekosea hiki, mara akaregebisha hiki, mpaka watu wanakata tamaa. uongo kweli? Sasa hiyo mikopo ya elimu, kama hawa tunataka wapate mikopo, kwa nini tusimlete afsa maendeleo aje hapa katani, hapa akae hapa, awaelimishe documents zikishakuwa zimekamilika, ndo waende sasa kule halmashauri wakapewe mikopo hii ya kwenda kurudi, umeuza kadebe ka mtama, umeenda umerudi, mala umechukua na vinyanya, umeuza mpaka busani naisha, unaendaga tu na saga sote, mwisho ataingia kwenye majanga mengine yasio husika. Lakini nataka tuwarahisishie, kazi yetu viongozi ni kuwarahisishia, kuwatengenezea mazingira rafiki, ili mweze kupata yale mnao yatamani. Ndio kazi ya kiongozi. Sasa kiongozi kama unakuwepo halafu watu bado wanapata ugumu kuyafikia yale matarajio, maana yake na wewe kiongozi hautoshi. O, kwa lugha rahisi nataka niwaambie vijana na kina mama, wale maafisa maendeleo wakati wa vipindi vinatakiwa kutoa, kutoa mikopo, tutahakikisha wanakuja kwenye kila, ma, kwenye kila maeneo yenu makao makuu ya kata, ili watu watoke hapo waende karibu wakapewe huduma sisi moyo hey, wapewe mikopo wafanye biashara, waendelee na mambo mengine lakini vijana sita wasahau kwenye michezo. Nataka mcheze, nikishaingia nataka mcheze mpaka miguu iende upande ma, mnapasia kama hivi <laughs> au kama chaziaau <laughs> vipi? <awemi. laughs> E. Sasa tutaleta mipira, tutaleta jezi na kadhalika, ili na nyinyi muwe active kwenye michezo <laughs> kwa mda mrefu inawezekana amesaurika, lakini ukombozi wenu umefika, ni kuanzia tarehe ishirini na tisa Tarehe ishirini na tisa, mkishapiga kura nyingi, nikaenda bungeni pale, nikaenda kula kiapo, mimi Yohana Msita na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumika wa moyo wangu wote, akua mwaminifu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lele lele lele, tunaanza kazi. Mwambie jirani yako, tunaanza kazi. Aya, hatuna muda wa kupoteza. Wenye kucheza wacheze. Hawa wakina mama hawa, inawezekana mmekosa fursa. Tunataka tuweke utaratibu, angalau mjiunge wawili, watatu, hata mwe na kikundi cha ushonaji. Tunashinda kuleta cherehani nne hapa, mwanzia kiwanda kidogo. Cherehani nne, maana yake ni kiwanda kidogo hicho. Sasa lazima mtengenezewe mazingira ili mpate kuanza, mpate fursa za kujikimu sasa. We mama, kila kitu mpaka sabuni ya kuosha vyombo, namwomba baba, si ya, ya kuseti nywele yende hivi baba, si nini mpaka, ah, baba anachoka sasa. Za ngoja niangalie eh, hata mechi ya Simba na Yanga nirudi usiku. Nikifika tunalala. Tunataka na ninyi wanawake muweze kujikimu kwenye maisha yenu, lakini ni kazi yetu sisi viongozi kuwatengenezea mazingira. Mazingira yawe rafiki ili muweze kujimudu kiuchumi. sisi sisiemu oye, njili oye! Nataka niwaambie ndugu zangu, bila kuwasahau wazee. Wazee hawa ambao wametumika kwenye taifa hili kwa muda mrefu, wamelitumikia hili taifa mpaka sisi tumelikuta likiwa salama. Leo wazee nani na anawajali? pamoja na kwamba ziko sera za kwa wapate matibabu bure, dirisha la madawa, lakini leo ukienda, ni maeneo mengi ni changamoto mimi nataka nikalisimamia hilo wawena wapatiwe matibabu kama sera inavyosema, kama ni bure wapewe bure, sio bure alafu wanaambiwa tena, uh, utachangia tena shilingi elfu kumi elfu kumi, mzee anaitolea wapi? Lakini hawa wazee sio kunyanyaswa kwenye hospitali zetu. Wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi ngumu mpaka sisi tunaikuta hii injili tunaikuta hii Itigi au wilaya ya Manyoni, ni kazi ya hawa wazee. Lazima tupate vijana tupate watu watakaojali watakaothamini utumishi wao walipokuwa vijana.